Dada wa taifa Mange Kimambi siku ya leo amezungumzwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuruka live kupitia katika ukurasa wake wa TikTok, akiwa anazungumza mambo ambayo yanaendelea kuhusiana na wasanii wa hapa nchini Tanzania pamoja na mashabiki wao. Kumekuwa na wimbi kubwa sana lakini pia ugomvi mzito kati ya wasanii pamoja na mashabiki zao. Kiangalia kwa namna fulani hivi wasanii kwa sasa hivi hali yao imekuwa ni mbaya sana mpaka kufikia hatua CEO wa EFM maji kuamua kuzungumza wazi lakini pia kuamua kuwaelewesha mashabiki kwamba wanatakiwa kuelewa industry ya mziki ipo vipi eh, lakini pia kitu kikubwa ambacho alikizungumza, Majizo aliweza kumsifia Diamond Platinum kwa namna ambavyo alipambania huu mziki wa Bongo Flava eh, mpaka hapa ulipofikia umpatiwa heshima kubwa sana, ni kutokana na namna ambavyo Diamond alipambana kwa asilimia kubwa sana hapo nyuma. Mange Kimambi ameweza kuanika mazito kuhusiana eh, na msanii Diamond Platinum, kwani ukiangalia hili sakata tangu limeanza yani, tangu majizo azungumze kuhusiana na kuwaombea msamaha wasanii ili mradi tu maisha yarudi kama kawaida, Msanii Diamond Platnumz amekaa kimya mpaka dakika hii, hakuna chochote ambacho amekifanya, hakuna neno lolote ambalo amelizungumza. Ndo ndio kwanza ukiitembelea katika page yake ya Instagram, unaweza kuona Diamond anaendelea na maisha yake kama kawaida, anaendelea kufanya promo za nyimbo zake kama kawaida, lakini pia tumeweza kuona baadhi ya wadau wa Diamond siku ya jana wameweza kuonyesha eh, orodha ya nyimbo za Diamond ambazo zipo katika ukurasa wa YouTube zinaendelea kutembea kwa kasi zaidi. Inaonyesha wazi kwamba Diamond Platnumz hategemei mashabiki wa hapa nchini Tanzania tu, anategemea pia mashabiki wa huko nje. Eh, watu wengi sana wanamfuatilia Diamond kimataifa zaidi wa Kenya, eh, Ghana, eh, Uganda, Burundi, eh, kila mahali Diamond Platinum anafahamika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa unaweza kuona hili swala la mashabiki kuwasusia wasanii eh, Diamond Platinum ni kama vile halimuhusu kabisa na ndio maana amekaa kimya mpaka dakika hii. Lakini Mange Kimambi ameweza kumumbua. Ameweza kuanika ni kitu gani ambacho Diamond kwa sasa hivi anapitia. Mange Kimambi ameweza kudai kwamba eh, katika record label ya WCB Wasafi wasanii ambao eh, amba wapo katika hiyo record label eh, ukimwangalia msanii D Voice. D Voice ameweza siku ya jana kuachia ngoma yake eh, ngoma yake mpya na ngoma yake hiyo weza kuiposti katika ukurasa wa YouTube lakini ukiangalia ile ngoma haijasogea hata kidogo. Yaani watu ambao wamefungua ni wachache sana. Sasa Mange Kimambi Akawa amedai Diamond ana wakati mgumu lakini anashindwa tu kuja kuzungumza mitandaoni kwa sababu tu ile kauli ambayo waliizungumza wakiwa kwenye gari yeye pamoja na Omidimpos, na Juxi pamoja na Mario walizungumza kauli ngumu sana kwa mashabiki zao kwamba kila mtu acheze mechi zake, mnatakiwa kufanya kazi, acheni kulalamika, acheni kulaumu. Mambo yalikuwa ni mengi sana ambayo walizungumza kule. Sasa Mange Kimambi anakuambia imefikia hatua msanii Diamond Platnumz ameanza kuwasimamisha kazi wafanyakazi ambao wali wanafanya kazi eh, katika record label wa WCB Wasafi kwa sababu wasanii sasa hivi hawafanyi ngoma, wasanii sasa hivi eh, wameshindwa kutoa video eh, kutokana na hali ambayo ilivyo sasa. Diamond kitu gani amekifanya? Amewasimamisha kazi eh, wale wote ambao maproducer eh, wale ambao walikuwa wanahusika kuhusiana na kutengeneza video na kutengeneza na nyimbo za wasanii. Lakini pia eh, Mange Kimambi ameweza kutoboa siri nyingine eh, ambayo tulikuwa hatuifahamu. Kumbe eh, Diamond Platnumz aliamua eh, kuipeleka familia yake Dubai kuenjoy huko kwa sababu tu hakutaka waendelee kukaa hapa Tanzania waweze kuona jambo ambalo litakuja kumtokea. Ukiangalia kwa sasa hivi kila mtu ambaye anazungumza mitandaoni anamshambulia Diamond Platnumz, kwamba yeye ndiye msanii ambaye tulitegemea angesimama na sisi, lakini alitusaliti. Mambo amekuwa ni mengi sana. Sasa Mange amempa ushauri wa bure tu Diamond kwamba unatakiwa kurudi kwanza kabisa. Ameweza kumwambia anatakiwa kwa sasa hivi kurudi kwa mashabiki zake, kuzungumza nao, lakini pia kuweka sawa. Unaweza kuona dada wa taifa amejirudi sasa hivi, anaamua basi kuweka sawa kati ya mashabiki pamoja na wasanii kwa sababu hali ya wasanii kwa sasa hivi e, ipo vibaya sana, yaani wana hali ngumu ya kimaisha. Unaambiwa kuna baadhi ya wasanii imefikia hatua wanauza Mikufu yao wanauza cheni zao wanauza pete zao za dhahabu wanauza saa zao ili mradi tu kupata msanii, kikubwa, ngoma, YouTube, mbalimbali, pesa, aweze kupata riziki na msanii, kitu ambacho anakitegemea kikubwa ni kwamba afanye ngoma, aweke video pale katika YouTube, aweke katika platform mbalimbali ziweze kumlipa, ili mradi apate pesa na aweze kuwalipa wale wote ambao wamehusika katika utengenezaji wa hiyo video. Lakini pia katika swala zima la show, msanii anategemea apate show ndipo apate pesa. Sasa msanii asipopata show, kwa sasa hivi wametulia tu, Tangu eh, mwezi wa kumi mpaka leo hii wasanii hawajafanya show, hali ni mbaya. Mange Kimambi ameweza kumcheka sana Diamond na kumwambia kwamba anavyoendelea kukaa kimya ndivyo hali itaendelea kuwa mbaya. Yeye kama msanii mkubwa angetakuwa ajitokeze, eh, na kuomba radhi, kujishusha, ili mradi tu mashabiki zake watamsamehe na maisha mengine ataendelea. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.